Mtengo mnaemona sasa hivi si, hata ameanza kuimba sasa hivi ama rap sasa hivi, yeah. Wakati Kaa la Moto anafanya mambo yake alikuwako, yeah. Alikuwa labda hajapata nafasi yake, mm -hmm. Ama bado time yake haijafika, same na kina homes pia sio? um, kila mtu ana style yake. True. Unaona. mm -hmm kwa harakaraka tu. Uh, kina fundi Frank na Buda Boys, kina Jimmy Gathu na Hardstone mm uh -hmm. -huh. ilikuwa so much into raga raga dushis uh -huh. na rap ile ya uh -huh. kidanso sio? yeah. uh -huh. wakaja kina uko fulani mau mau, we know how the movement was sio? uh -huh. uh, baadhi yao walikuwa na pain smith, watu walikuwa wanafunza nini but baadhi yao pia issues za drugs na nini zikasikika sio? uh -huh. na mwisho wa siku hazikupoteza uh, the, the whole movement, mwanisikia vizuri yeah. Akaja Kaniba sio, Kaniba akawa na rap singing yake wakati na Sharama, wakafanya vitu vyao in Coast, ikawasaidia sana, ikawapatia limelight hiyo yote sio? mm -hmm. ikaja wakati wa Kala moto si hivyo mm -hmm. Kala moto the same amekuja na freestyle na kufunza makalcha na nini, ikakaa muda mrefu. Kitu ambacho nimependa na nilimwambia Mtengo juzi, na nampatia flowers pia the same, baada ya Kala moto imekaa muda mrefu sana akuja kutengenezwa hip hop nyingine ambayo itatangaziwa East Africa. Okay, from Mombasa. Yeah. Umenisikia? Walikuwa wamekuja baada baada Kala moto haraka haraka, either walikuwa wanataka ku sound kama Kala moto yeah, ama walikuwa wanataka kuleta ma punch ma punch line ma pattern skill. Yaani hiyo hip hop ile ngumu ngumu yetu, sio? Mm-hmm. Lakini eh hey, hip hop la wama nyuso ndio ngumu kumeza, sio? Kala moto ishampatia jina, sawa? In East Africa na iko humble for that, sio? Yeah. kinda Mtengwa mm -hmm. uh, hata before Mtengwa kina OMS yeah. yeah, mm -hmm. Hao ndo wamezalisha watu kama kina double trouble. Sasa hao walikuwa wanafanya kina double, akaleta hizo issue zao za street mambo ya -ma majengo na mvita Mvita, sio? mm -hmm. eh ikaenda ilivyoenda, wanajua wenyewe au sio? mm -hmm. kina mtengwa uh, na 64 machizi wakawa wanaongea life yao, na mtengwa amekuwa anaongea hivyo miaka yote yeah. sema ilikuwa sio timing nzuri mm -hmm. Sawa, sio time nzuri, ama labda, lakini mwisho na nini, siku wakabidi waongeze rap sini kitu okay, ambacho uh, ni, ni, ni, ni lugha ya kishikaji, ya kisauni majengo yeah, yeah, Mvita na nini, so wakajipa